Mtazamaji wa channel ya Unyama TV karibu tena kwenye kipindi. Uh, leo nitakuelekeza na kukuonyesha ni jinsi gani utaweza kupata bando la bure kupitia mtandao wa Vodacom ya yeah, utaweza kupata GB 8 bure kabisa na kiurahisi sana, so cha msingi zaidi ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii, utakwenda kuelewa kila kitu. Lakini kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza kutazama video zetu, basi ni vizuri zaidi kwa subscribe channel hii, ili ukawa ni mtu wa kwanza kutazama maujanja na maunyama mengine yajayo. So, cha kwanza kabisa utakwenda kwenye file yako la kupigia simu kuenda kwenye fealake kupigia simu Yes. Ukishafika hapa utakwenda kubonyeza kodi hizi. Utakwenda kubonyeza nyota, utabonyeza nyota moja nne tisa nyota zero tatu Leli hii ni kwa watumiaji wa Vodacom pekee, ndio wataweza kunufaika. Usije kusahau na bonyeza, okay. Ya yeah, ukifika okay, hapa utakwenda kubonyeza namba tisa ambayo ni kijueni, utabonyeza yeah kama unavyoona hapa kuna namba moja, kuna namba moja uh, mind range, alafu unapata GB 4 uh, unapata GB 4 special, alafu juma ni GB 8. Juma ni GB 8 bure kwa siku 30, alafu huku ni vifurushi vya kununua kama kawaida, so hapa kwa sababu lengo letu ni engo wetu ni GB uh, m bando, utakwenda kubonyeza namba moja tuone kama itawezekana. Bonyeza namba moja. Yes, wamesema asante kwa kuchagua ofa hii, utapokea uthibitisho huu eh, eh, hapa message hii hapa juu hapa, hongera umepokea GB 4 yeah, GB 4 Afu jumlisha jumulisha GB4 tena e, Facebook bure kutumia ndani ya siku 30. Ya, yeah, imewezekana. So, nafikiri uh, mpaka hapo umeelewa uh, asante sana kutazama video hii na ku, na ku kukumbusha tu usisahau kusubscribe channel hii ili kuwa mtu wa kwanza kutuma video zingine pindi tutakapoweza kuzitoa. So, bye bye.